kuvunja mambo ya tundulizo yeah. <coughs> ndo kasha wewe, wengine ndoa ya mkeka tukubali tu, ili bao la mkono eh, hey, mkubali ndo. <coughs> kasha wewe, hiyo ya mkeka, hiyo ya jamvi, hiyo ya kisado, ndo kasha wewe. Yuko na anamwita mume squeeze, so boyfriend <coughs>

Naam, bwana hayo ni maneno ya Juma Lokole kuhusiana na vitu ambavyo vinazungumzwa sasa hivi huko mitandaoni. Maana watu wengi sana habari ambayo imesambaa ni kwamba baada ya Diamond kuvujisha zile video kwamba alioa na ule ujumbe ambao alikuwa ameuandika ambao kidogo umekuwa na walaki ni umekuwa na utata kwa namna moja au nyingine, ni kwamba Juma Lokole amekuja kutia mkazo kwamba hawa wawili bwana wako pamoja, na hata leo inasemekana kwamba uko ofisini kwao WCB pale Wasafi Media na kwamba Zuchu alipeleka ugali kwa Diamond. Jambo ambalo limefanya watu wengi sana wawe very surprised. So, kwa mujibu wa Juma Lokole, anadai kwamba Zuchu na Diamond wako pamoja, wanakula pamoja, wanalala pamoja na vitu vingine kama hivyo, tofauti kabisa na the way ambavyo watu wanavyodhania kwamba eti hao wawili wameachana au kwamba walioana, lakini ndoa e, imevunjika, Diamond ametoa talaka tatu, kitu ambacho kwa mujibu wa Juma Lokole, kwa jinsi alivyozungumza hapo, amedai kwamba ni tofauti kabisa, wameamua tu kuwachanganya watu, na watu wengi sana wamekuwa wakiwasema kwamba bwana